Leo tupo katika eneo la Modeko Ilinga Road Morogoro, katika kuhakikisha tunakuletea kile kilicho bora. Leo tumewatembelea bana ndugu zetu ambao wamekuwa wakijihusisha na masuala ya sanaa, lakini wao wamekuwa wakijikita katika masuala ya sanaa ya uchongaji. Wanafanya shughuli zao hapa katika eneo la Ilinga Road, na kikubwa wanachokifanya ni kuchonga vinyago, ambapo wao wamekuwa wakiendesha shughuli zao nyingi kutokana na shughuli hii ya kuchonga vinyago. Wamekuwa wakichonga vinyago vya aina tofauti tofauti, wanyama watu maswala mazima ya maswala ya kijadi, wamekuwa wakichonga vinyago vya maeneo mbalimbali. Hii yote ni katika kuenzi tamaduni ya Tanzania, lakini pia kuendeleza swala so zima la utalii, sababu so, tunajua Tanzania ni nchi moja ambayo imekuwa ikifanya shughuli zake za utalii, na Morogoro umekuwa ni mji mmojawapo ambao umekuwa ukishughulika na maswala haya ya ta tamaduni, lakini pia utalii. Sasa leo tumekuja kwa ndugu zetu ambao wamekuwa wakijihusisha na masuala mazima ya uchongaji wa vinyago. Twende tukasikilize wenyewe wanasemaje, ni changamoto gani wanazipitia, lakini pia wameanza lini mpaka kufikia sasa hivi, wana malengo gani katika kuendeleza shughuli hizi za uchongaji. Twende tukawasikilize wao wanasemaje. Mimi ni J. Smart, presenter, official JJ, nyuma kamera yupo ndugu yangu Trim Jinkash katika kuhakikishia analeta zile video safi na picha bomba. Ah, tunataka tufahamu katika shughuli yako hii ya sanaa ya uchongaji sana, ni lini ulianza na una, una muda gani mpaka kufikia fumiye, mianza, tisina, e, mpaka kufikia sasa hivi? Nimeanza mwaka 1996 kuna miaka karibu 30 sijui. Ah okay. Na tukitaka kufahamu kwamba shughuli hii unayoifanya ndio shughuli ambayo inaendesha maisha yako ya kila siku. Aa, familia yako inategemea shughuli hii katika kuendesha maisha yake au kuna shughuli nyingine ambayo umekuwa ukiifanya katika kuendesha maisha yako ya kila siku. shughuli unayoifanya ndio hii ambayo familia yangu inategemea kuendesha maisha yangu ya kila siku. Aa, na kwa, kwa manufaa tulitaka tujue mpaka sasa hivi umenufaika kwa nini kupitia hii shughuli? kwa manufaa, imenufaika kwa sababu inanipa kipato, najiwezesha mwenyewe kujihudumia, kuweza kuhudumia familia yangu na mambo mengine, kapeleka watoto shule, ntegemea kwa kazi. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba inanipa kipato cha kuweza kujimudu kimaisha na. Uh, tukitaka tufahamu kitu kimoja kuhusiana na shughuli yako tangu umeanza kuifanya vipi ushawahi kupata fursa ya serikali kuweza kukuita katika maonyesho mbalimbali yanayohusiana na masuala ya utalii au kwenye maonyesho mbalimbali ya kitamaduni ambayo yamekuwa yakifanyika kama vile sikukuu za Nanenane na Sabasaba? Hiyo sijawahi kupata, sijawahi kupata mwaliko wowote, kwamba kuhusu masuala sanaa, sijawahi kupata kuhusu masuala ya maonyesho yoyote a yeah. na vinyago wanavyovitengeneza au hivyo vitu ambavyo umekuwa ukivitengeneza kwa muda mrefu, ni wateja gani hasa ambao umekuwa ukiwapata? Ni wazungu, watu wa Kiafrika wa kawaida, waarabu, au ni watu gani hasa ambao umekuwa ukiwafanyia biashara hii? Biashara yangu ina, ina, ina sehemu kama mbili, kuna soko la ndani na soko la nje pia. Kwa hiyo mara nyingi high season ni kipindi cha wazungu na soko linakuwa la wazungu, lakini kuna kipindi hiki ambacho Season, kwa hiyo nauzia wa Afrika soko la ndani tu. E, kwa hiyo shughuli yako umekuwa ukifanya, lakini wateja wako hasa ni kuna soko la nje, lakini kuna soko la ndani e, yani, lazima lazima utengeneze soko la ndani kwanza kwa sababu huwezi kutengeneza soko la nje kabla soko la ndani hujaanza kulifikia. Kwa hiyo ninachofanya ni kutengeneza soko la ndani kwanza, ambalo mnawapata watu wananunua, nashukuru Mungu watanzania nao wanamtikiwa kununua bidhaa yangu. Kwa hiyo kitu kikubwa nachokifanya ni kuangalia soko la ndani, halafu hilo la nje. Wazungu ikitokea, wamekuja wazungu, wanakujaga wazungu. Nauza. Lakini unajua mkoa wa Morogoro kiutalii uko chini sana, kwa hiyo kwa soko la, la nje inakuwa ngumu ngumu sana, sio sana mikoa mingine ya wenzetu kama Arusha Manyara huko na Zanzibar kidogo, soko kule la kitalii kikubwa. Ah, okay, lakini kwenye soko la ndani na soko la nje ni sehemu gani ambayo mmekuwa mkifanya shug... mmekuwa mkifanya biashara kwa, kwa wingi sana au kwa ukubwa zaidi? Ah, kwa soko la ndani, la ndani... nafanya biashara kwa sababu kuna watu wanakuja unawauzia na wao wanaenda wachuuzi, na wao wanaenda ku, kuuza kwa hiyo hilo ndio kubwa, kwa sababu mzungu atokee aje akija labda amefikia hapa ndo aje, lakini soko la ndani kwa wachuuzi ndio soko kubwa sana. Labda tukitaka kufahamu kwamba shughuli hii ambayo mmekuwa mkifanya wewe, kama wewe umepata kutoka kwa nani, ni ubunifu wako wewe mwenyewe au umeenda sehemu fulani ukajifunza ukaji mpaka ukafikia hatua hiyo iliyokuwepo na Hapana, mimi kazi hii nimeifanya babu yangu alikuwa anaifanya kazi, wajumba zangu walikuwa nafanya, kwa hiyo na mimi nikajikuta nimeingia kwenye kufanya hii kazi yeah. na hii miti ambayo mmekuwa mu mukiitumia ni miti ambayo inapatikana katika maeneo haya haya ya karibu, au ni miti ambayo mmekuwa mu mukisafiria umbali mrefu kuweza kuipata, sababu inaonekana kama sio miti ya kawaida? hii ni miti ya kawaida kabisa, ipo sehemu nyingi, ipo wala sio miti ana nini? Miti ipo, na sisi hatufuatili mbali. Sisi tunafuatilia kwenye malingo ya kuni, ile miti ambayo watu wanataka, wana wauzaji wa kuni. Kwa hiyo sisi tunaenda moto tunachagua chagua ambayo inatufaa kwa kazi yetu. Sisi hatuendi porini kukata, sisi tunaangalia ile logo matili ambayo imeangushwa kwa ajili ya kuni basi na sisi um Okay, lakini pia tukitaka kufahamu kitu kimoja ya kwamba wewe unafanya shughuli hii na una malengo gani katika shughuli hii katika kuhakikisha kwamba kipaji chako au talenti yako ambayo umekuwa ukiifanya au ukiionyesha inaweza kudumu na vizazi vingine. Malengo yako hasa ni yapi? Ah, kwenye malengo labda ikifikia mtu anataka kujifundisha, naweza nikamfundisha. Lakini malengo zaidi nikimaliza mimi basi maana mimi nimependa, mtu mwingine awezi kumlazimisha aje apende kufanya hii kazi, au mtoto wako awezi aje afanye, kuwezekana yeye ana, ana kitu anachokifikiria kukifanya. Kwa hiyo mimi ni, nafanya kwa pale nipojaliwa na Mwenyezi Mungu kufanya, nafanya na yeye na mtu mwingine akija, mtu kusema nataka nijifunze, nafundisha so, mtu mbacho kipo tunakufundisha ukiweza basi, lakini sio kusema eti kuna kitu ambacho naweza nikafikiria kuna nini? Hapana, mimi nafanya kwa sababu ni sehemu ya kipato changu. Kwa hiyo mimi nafanya kama sehemu ya kipato changu, kwa hiyo mtu akitaka, akiona maendeleo mazuri, anaweza akaja akajifunza na yeye yeah. Okay, sawa, lakini pia kuna swali lingine ambalo tukitaka kufahamu kutoka kwako ya kwamba una neno gani kwa serikali? Sababu shughuli ambazo mko mkifanya ni miongoni mwa shughuli za kitalii, lakini pia ni kuwenzi utamaduni wa Kiafrika na Tanzania kwa ujumla. Sasa wewe kama wewe, una neno gani kwa serikali, ili kama kuna kitu chochote cha kuiambia serikali juu ya talenti yako katika kuhakikisha utamaduni unabakia Tanzania na Afrika kwa ujumla, lakini pia kuendeleza shughuli nzima ya, ya utalii, una neno gani kwa serikali la kuambia. Hmm, kwanza kama ningeweza kukutana na wizara utamaduni, kimoja ambacho kitu nikichotaka kuambia kwa sababu wao wamebezi sana kwenye mambo ya mziki, waigizaji, unaona mipira nini, lakini hii sanaa ya uchongaji ni sanaa kubwa ambayo inawakilisha vile vile nchi yetu, kwa hiyo wangipambania wakaitafutia jinsi gani ya kuikuza ili ikawa endelevu hata vizazi vingine vijavyo vikaendelezwa yes. hicho ndio cha kwanza ambacho nilikuwa nataka, na pili. yes. nilikuwa niliwaambia waliangalie upande wa sanaa ya uchongaji kwa jicho la pili zaidi, kwa jicho la nani zaidi, an yani. yes. Watufanyie kwa sababu nafikiri kwa miaka kumi ijayo kama bila kushikwa mkono na serikali basi itakuwa inapotea, watakuwepo tu wafanyabiashara, lakini wachungaji wengi watakuwa wamepotea kabisa. Kwa hiyo yeah. hmm. yeah. hmm. yeah. ningependa wawakaza wainue wachungaji was, wasikazanie upande okay, mmoja tu. shukrani sana. Sasa hicho unachokichonga hmm. hapa ni unataka kutengeneza kitu gani? Sababu tumeona tume, ume, umechonga kilingi cha kwanza lakini pia sasa hivi unachonga kilingi cha pili, hapo unataka kutoa kitu gani? Huu ni mguu wa kiti cha miguu mitatu ambacho ni kigoda eh, kwa hiyo hapa natengeneza miguu yake baadaye nitakuja kuviunganisha. Eh. okay. Bas sawa, si tunasema shukrani sana kwa kutugaia muda kuweza kuongea na wewe lakini pia kutoa elimu kwa watu wengine juu ya sanaa hii ya uchongaji si tunasema shukrani sana. Asante sana. Karibuni sana katika kuhakikisha tunakuletea kitu kilicho bora, na kipindi hewani ni creator. Na creator wetu wa leo ndio huyu ambaye tumetoka kufanya naye mazungumzo kuhusiana na swala zima la sanaa ya uchongaji ambayo amekuwa akifanya takribani miaka 30 katika maeneo haya ya Morogoro.